waumbeni na nyie mkisema mna nguvu kubwa ya kuwaaminisha wale watu ambao mnahubiri kuhusu ile linalotaka kufanya tu mchi mko uko salama. Na nataka niwaambie mnayoyasikia ni kwenye mitandao, lakini hakuna mtu wa kushikika, hakuna mtu wa kumkamata ukasema huyu hapa, sikii huyu ndio analeta vurugu, hatujamkamata labda kushinia ufungu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 isije ikatokea hata wale wenye nia njema ya kwenda kupiga kura wakaogopa oku, waka askari watakao watakaowaona mtaani wapo kwa ajili ya kulinda usalama wao, kuhakikisha wanapiga kura bila kubughudhiwa na mtu, yaani wawaone wale maskari wapo kwa ajili ya kuwalinda wao. Mimi napenda kusema kwamba uh, nchi yetu itabaki nchi yetu na baada ya uchaguzi tabaki nchi yetu, aingie darasani. Lakini usipoenda kupiga kura, maana yake kwamba basi unampa wivu, maana katiba yetu haizungumzii asilimia ngapi watakao piga hawa. Kwa mi niasistiza, kama wananchi, tukapige kura, tupige kura, ni haki yetu ya kisheria kabisa, na tuwasisitize watu wetu wakaende wakapige kura vya ajabu vya uchochezi, tuambie waepuke na kuamini vitu vya kwenye mitandao. Nchi hii haiwezi kusimama bila umoja. Mambo mengine mengi tunaweza kuongea.